<tuhi> Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jana tumesema mazungumzo yetu yalikuwa unwani yake ni mwanamke na daraja zake za kiimani, na kitu cha kwanza tulichozungumzia ni kuweza kujua ya kwamba mwanamke ni tofauti na mwanamume au hakuna tofauti iliyoko. Mwanzo tukaangalia aya za Qur'ani ambazo zinazungumzia kuhusu mwanamke, tukaona ya kwamba Qur'ani inatilia mkazo sifa zile ambazo ni za kiroho za kiimani, hasa zinalenga roho yake na hazilengi kiwiliwili chake, na hazikutofautisha baina ya mwanamke na mwanamume katika kuzipata zile sifa za kiroho au za kiimani. Na pia vile vile tukasema ya kwamba mwanamke tofauti yake na mwanamume ni, ni kiwiliwili ambacho kiwiliwili hiki tunasema ndilo vazi ambalo roho ya mtu inalivaa Vazi hili ndilo linalofanya mtu awe ni mwanamke au ni mwanamme, lakini akiwa atatokwa na, na, na vazi hili, basi hakutakuwa tena ya kwamba kuna uume na uke. Roho ni roho, roho ya, ni, ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameumba na kimetokana na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yasalunaka anirruh Watu wanauliza kuhusu ruh, kulir ruh min amri rabbi, sema ya kwamba roh imetokana na amri ya Mwenyezi Mungu, yaani imeumbwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Wama utitu min alilmi ila qalila, na hamkupewa ilmu kuhusiana na roho ila kidogo. Sasa roho ndiyo hakika ya mtu na haya mambo mengine tunasema ya kwamba ni haya ni vazi au ni twaweza kusema ni kwamba ni chombo cha kuweza kushu, kuweza kushughulikia shughuli zako. Kama vile kama ni fundi wa anayetumia anayejenga nyumba kwa mfano, ana mavazi yake specially ambayo yana, anahitajia au ana vifaa vya kazi yake ili aweze kufanya kazi yake anavihitajia. Kama ni daktari, ana mavazi yake, ana vifaa vyake ambavyo anavitumia ili kuweza kufanya udaktari wake na huyu mwanamke ili kuweza kuishi katika ulimwengu huu na mwanamume kuishi katika ulimwengu huu wamepatiwa maumbo tofauti kufatana na majukumu yale watakayokuwa nao. Hiyo ndio sababu yakawa kawa kuna tofauti ya mwanamume na mwanamke kufatana na, kama vile tukiangalia kiroho na tulisoma baadhi ya aya ambazo zinatuelezea. Kuonyesha ya kwamba sifa kwa mfano mwenye subira, mwanamme, mwanamke, subira, wote wako sawa na Mwenyezi Mungu. Kama vile aya inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu atawalipa wenye subira, hiyo ni mwanamme ni mwanamke, bila hesabu. Na ile nyingine ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye subira, sio wanaume peke yake, bali hata wanawake. Kuna swala maswali ambayo tuliuliza tofauti hasa kwa sababu tunasikia kwamba kuna tofauti iliyoko baina ya mwanamume na mwanamke. Watu wanazungumza sana sasa hivi, watu wanawake wanatoka wakidai haki za wanawake. Tukirudi upande mwingine, tunaona ya kwamba eh, nchi za Magharibi hasa zinatetea zikidai ya kwamba kuna haki za wanawake, wanawake wako sawa na wanaume, hawafai kutenganishwa, kila mtu haki zake ziwe sawa. Sasa je, Uislamu uko sawa, unakubali jambo ha, hili au unakataa, una vipi? Sasa tukiuliza, Uislamu unasema vipi kuhusu tofauti iliyoko baina ya mwanamume na mwanamke? Tofauti iliyoko iko wapi? Nimeelezea kiwango fulani, lakini nikijibu kufatana na, na maelezo zaidi ni kwamba tofauti iliyoko ni kwamba, tumesema kimaumbile, wanawake mwanamume na mwanamke hawako sawa, wameumbwa. Hakuna mtu ataweza kupinga, ni kitu ambacho kinaonekana, na mtu ambaye atakayekuwa akipinga labda atakuwa ima ni kipofu au labda akili yake ina kasoro, kusema ya kwamba mwanamume na mwanamke wanafanana. Huyu ni mwanamke kimaumbile, huyu nguvu zake tofauti na nguvu za huyu na hata katika magonjwa utakuta magonjwa yanampata mwanamme sio sawa na yale yanampata ya mwanamke huyu. Mwanamke hu, hupata kuzaa, mwanamme hazai. E, haya ni mambo ambayo yako wazi. Sasa tofauti nyinginezo, watu wa Magharibi wanadai ya kwamba mwanamme na mwanamke majukumu yao sawa. Mahala ambapo mwanamme anaweza kufanya shughuli zake, mwanamke pia anaweza kufanya Yani, mwanamke aweza akawa dereva, sijui aweza akawa eh, sijui eh, rubani wa ndege, aweza aweza akafanya kazi zote man, hakuna. Watu wako sawa, kwa nini tuwanyime? Na mambo mengine ya kwamba pia aweza akavaa kama mwanamume. Yani, kwa vile viumbe vyao maumbile ni kama sawa tu, basi huyu yuko huru, aweza akafanya vile atakavyo kuvaa na mangine na pia vile vile. Lakini Uislamu unasema nini? Jambo la kwanza ni kwamba mwanamume na mwanamke kufuatana na aya za Qur'ani ni kwamba mwanamume na mwanamke wao ni kitu kimoja, hakuna tofauti baina ya mwanaume na mwanaume, mwanamume na mwanamke kimaumbile, yaani wameumbwa na Mwenyezi Mungu na wametokana na nafsi moja, wote ni binadamu. Katika ubinadamu huwezi kusema mwanamke, mwanaume ana ubinadamu zaidi kuliko mwanamke, wote ni binadamu na wote wanaingia katika kikundi hiki kinachoitwa binadamu. Kwa hivyo, haki za ubinadamu wanazo, kama vile mwanaume anazo, mwanamke pia anazo zile haki za ubinadamu. Kwa hivyo, hakuna tofauti katika jambo hilo, kama vile aya pia inatuonyesha ya kwamba, inasema ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida, yani waumini Nafikiri sio waumini, bali nimeisoma. Inasema ya ayuha nnas, enyi watu. Aya inazungumzia watu wote. Ya ayuha nnas, enyi watu. Ittaqu, mcheni Mwenyezi Mungu. Rabbakum alladhi khalaqakum, Mungu wenu, au mola wenu. Ali ambaye aliwaumba, min nafsin wahida, aliwaumba kutokana na nafsi moja wa khalaqa minha zawjaha, na kutokana na hiyo nafsi akamuumba mke wa huyo mume. Wabatha minha rijalan kathiran wa nisaa, na kutokana na hiyo nafsi moja ambayo umeumbwa nayo, ambayo ilikuwa ni Adam kwanza, na mwanamke ametokana na Adam, yani ametokana na nafsi ya Adam moja, alafu kutokana na nafsi hiyo, wabatha minhuma kutokana na hao wawili rijalan kathira akawaeneza akawatawanya wanaume na wanawake wengi wakawa katika ulimwengu katika dunia. Yani sote tunatokana na kitu kimoja, binadamu wote tunatokana na Adam alayhi salam na Hawa, na Hawa ni kitu kimoja katika maumbile. Kwa hivyo asili ya binadamu, umoja wetu ni kwamba usawa baina ya mtu mwanamke na mwanamke ni kwamba wote ni binadamu na wametoka kwenye asili moja, ya kwamba tumetokana na Adam na Hawa. Kitu kingine ambacho kinatufanya sisi tuwe sawa, mwanamme na mwanamke, usawa uko wapi? Usawa uko katika malipo. Mwanamke atende atakayoyatenda, na mwanamume atende atakayoyatenda, lakini malipo yote, wako sawa katika malipo kila mtu atekeleza majukumu yake katika ulimwengu huu, lakini malipo yao yako sawa. Kuna aya ambayo inazungumzia na kuna hadithi ambayo pia ipo ni ndefu kiasi fulani. Aya pia tukianza kwa, kwa aya inasema ya kwamba wa'ada Allahu almu'minina walmu'minat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi waumini wanaume na waumini wanawake, jannatin tajri min tahtiha al-anhar amewaahidi kuwapa pepo ambazo chini yake kuna pita mito, khalidina fiha, wataishi milele kule. Wa masakina tayiba, na watakuwa na nyumba nzuri makazi mazuri. Fi jannati adnin, katika pepo ya adnin. Waridhwani min Allah, na kwatapata radhi ya Mwenyezimungu subhanahu wataala. Waridhwani min Allahi akbar na zaidi ya hayo pepo ni kwamba kuna radhi ya Mwenyezi Mungu ambaye ni kubwa zaidi, dhalika huwa alfauzu aladhim, hayo ndio malipo au kufuzu kukuu ambako watakupata. Waona, aya haitofautishi baina ya muislamu mwanaume na muislamu mwanamke muumini mwanaume na mwanamke, wote watapata sawa. Nyingine Inasema innal muslimina wal muslimat, hakika Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Wal mu'minina wal mu'minat, na waumini wa kiume na waumini wa kike. Hizi sasa, hii aya inaelezea sifa za kiroho za wanaume na wanawake, wote wako sawa, wanasifika kwa sifa hizi. Wal qanitina wal qanitat, na wenye kum, kumtii Mwenyezi Mungu katika wanaume na kumtii katika wanawake wanaume wa kweli na wanawake wa kweli, wasabirina wasabirat, na wanaume wana wenye subira na wanawake wenye subira, wa, walkhashiina walkhashiat, na wenye khushu wenye unyenyekevu katika wanaume na wenye unyenyekevu katika wanawake, walmutasaddiqina walmutasaddiqat na wale wenye kutoa sadaka katika wanaume na katika wanawake, wasaimina wasaimat, na wanawake wenye kufunga wanaume wenye kufunga saumu na wanawake wenye kufunga saumu, walhafidhina furujahum, na wanaume wenye kuhifadhi tupu zao, yani hafanya hawafanyi uzinifu na mambo kama haya, walhafidhati, na wanawake pia wenye kujihifadhi wadhakira, wadhakirina Allaha kathira, na wanaume wenye kumtaja Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu sana wa dhakirat na wanawake vile vile wenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu sana, aadda lahum, hawa wote sifa zao nini? Mwenyezi Mungu anataka usema atawalipa. Aadda lahum maghfiratan wa ajran adhima, Mwenyezi Mungu amewatayarishia, amewaahidi, amewatayarishia msamaha, maghfira, wa ajran adhima na malipo makubwa. Sasa hakuna tofauti iliyoko katika malipo. Malipo ya mwanamke na malipo ya mwanamume yako sawa. Huyu anapata kufanya subira, lakini kwa njia yake, huyu anafanya subira kwa njia yake, huyu anafanya, anafanya uchamungu kwa njia yake kama mwanamke, na huyu anafanya uchamungu kwa njia yake kama mwanaume, lakini malipo yote ni sawa. Kuna hadithi nyingine ambayo ni nzuri sana ya kuvutia lakini kwa ajili wakati hauturuhusu kuendelea, kesho tutaisoma hadithi hii, na ni mwanamke fulani alienda kumzungumzia Mtume na akawa analalamika kuhusu haki za wanawake. Sisi wanawake tuko tofauti na nyinyi wanaume, sisi tunaona nyinyi ndio mnaenda jihadi, sijui nyinyi ndio mna mnatoa zaka sijui na, na khumsi na nini na nini. Yani alizungumza kwa ufupi mambo mengi ambayo wanawake wanaume wanafanya lakini wanawake wamekaa nyumbani tu. Sisi kazi yetu ni kazi za sa nyumba. Sasa wao wanapata sifa, sisi hatupati sifa, hatupati malipo. Sasa e, tutaona hadithi hii vile i, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atamjibu, na tuweze kujua, je, kuna tofauti baina ya mwanamume na mwanamke au hakuna tofauti baina ya mwanamume na mwanamke na kwa njia hii. Haya, bado tunaingia katika utangulizi, ili tuweze kuingia katika daraja zile za wanawake na mifano ya wanawake waliofika daraja za juu za imani. Tumalizie hapo kwa kumsalia Mtume, allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum.